Ya utumishi wangu Tarime vijijini, na miaka masaa tu, tumejenga madarasa minne tena na kiwanja, zimejengwa zaidi ya milioni 500 na watoto wanasoma madarasa sekondari mbili sawa na bilioni saba. Lakini shule mpya Tarime vijijini tumejenga sekondari shule kumi na tisa, lakini shule ya Bukira ni asalicho mtana na ndage zimejengwa na Mama Samia bila mchango wa mwananchi, mpaka anapozungumza. Madawati ya shule ya msingi tumetengeneza tano viti na meza tisa. Tumekubaliana kwamba kwa kuwa kwa mpango uliopo ni kunirudisha uchaguzi ujao, basi 25 26 shida ya madawati vitu na meza za elimu vijijini itakuwa ni historia. Lakini tumejenga vituo vya afya vitano mpaka napozungumza hapa sawa na shilingi bilioni 3.66. Maji yameenda kwenye kata 24 isipokuwa kata mbili Pemba na Mbugi, kuna shida ya vyanzo vya maji. Tunaendelea kufanya kazi za kutafuta vyanzo, vikipatikana wananchi wangu wapenzi wa maeneo hayo watapata maji. Lakini tuna mpango wa maji kutoka Ziwa Victoria ambao utaenda Sirali uende mpaka Mliba Nyansincha lakini kunaenda Mgaribi Mgabiri mpaka Nyamwaga, utaenda kwa Maswa Nkerege mpaka Nyamongo, tunatarajia kwenda mpaka Rekatunga katika kata ya Kuhancha kupata maji safi na salama ya kunywa. TARURA tumefanya kazi nzuri sana, mvua zimejeshi sana katika jimbo la Tarime Vijijini, lakini maeneo mengi yanayopitika ya tumepata madaraja makubwa Magoma Kebweye zaidi milioni na kumi. Lakini sasa nimeambiwa mkandarasi ameshapatikana kujenga Matongo yaunganisha Kibasuka ili watu wa Nyamongo kama anakuja msoma masio lazima apite Nyamwaga, naweza kukatiza katika maeneo yale. Lakini vile vile, mheshimiwa mwenyekiti, barabara ya Mkabiri Nyamongo, kilomita 25, imeenda mpaka Kemakolere. Tuombe mheshimiwa waziri anayehusika aongeze kasi ifike Nyamongo, iende mgumu Serengeti, ili tuunganishe Tarime na wilaya ya Serengeti na watoto wapate huduma, ulinzi na usalama, utalii na uchumi utaongezeka katika maeneo hayo. Tumepata fedha zaidi ya bilioni kadhaa katika halmashauri ya wilaya ya Tarime hospitali Tumejenga jengo la utawala, x-ray machine ya kisasa ya kidijitali, lakini pia mochwari, uzio, na ujenzi unaendelea. Ninapozungumza kuna milioni tisa pale, kazi inaendelea. VETA Nyamongo imejengwa zaidi ya bilioni tatu, waendelee na kazi ya kupaua na kupaka rangi ili vijana wetu wapate kazi ya ufundi, lakini ipunguze ajira. Umeme, vijiji vyote vimewaka, lakini vitongoji zaidi ya mbili havijapata umeme. Tuombe katika eneo hili pia nguvu iongezwe. Ujenzi kwa ujumla wake umepata bilioni 11.663 lakini fedha fedha ya na inaendelea inaendelea zaidi ya shilingi bilioni 9 katika jimbo lile eh, 95 mpaka 96 vijiji vitano vikupata asilimia moja kutoka ya ya kutoka bariki bilioni 6.8 ipo kwenye kaunti za vijiji, na kazi inaendelea. Halmashauri yangu imepokea fedha kutoka bariki kama kodi ya ushuru shilingi bilioni 21.7, lakini wadau wengine ni bilioni 94, bali kinawapongeza kwa mahusiano ambayo yametoa na kazi inaendelea. Sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyosema nikizungumza habari ya miradi inahitaji masaa kadhaa kufanya kazi elimu vijijini. Sasa, nataka nizungumze habari muhimu ya mwaka huu. Huu ni mwaka wa uchaguzi 2025, na nataka vijana ambao wanadanganywa kule Mtwara na maeneo mengine na waheshimiwa wabunge, nataka niwape dawa ya wahuni. Dawa ya muhuni ni kuwa muhuni zaidi kule Mtwara mmedanganywa vijana wenu sana. Lakini vijana niwaambie, mimi na uzoefu wa ndani ya Chama cha Mapinduzi na uzoefu wa chama hicho ambacho kinazulua mtaani, kile sio chama cha siasa, wale ni wanaharakati. Ukiangalia muundo tu wa Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti hapa ni Mama Samia, amejaa kwenye kiti na chenji na baki, na kazi nasonga mbele amemchukua makamu mwenyekiti, mzee mwenye busara, hekima ametulia, mzee Stephen Masatu Wasira, kijana wa baba wa taifa, yuko pale ametulia. Maana yake ukiangalia majaliwa ametulia pale, angalia Doto Biteko, angalia mawaziri, angalia viongozi wa chama chao mikoa, waneki, makatibu, angalia ubunge wa Chama cha Mapinduzi. Hiki ndio chama cha siasa. Ukitaka kujifunza uongozi, ndio Chama cha Mapinduzi. Ukitaka kufanya harakati nenda vyama vingine na utasubiri sana kuingia katika ufalme wa Mungu na utakuta mlango umefungwa kwa kweli. Kwa hiyo vijana, nawaambia msidanganywe. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, angalia uchaguzi upo na uchaguzi utafanyika mwaka huu. Wewe kama tunayo sasa hivi tuna mgombea mwenza Dr. Nchimbi na vijana chama penuzi wa chama cha mapinduzi wamshukuru sana mheshimiwa rais kwa mara ya kwanza mwenyekiti wa vijana taifa kwa muda wa miaka kumi amepata fursa ya kuwa makamu rais wa, wa nchi hii mama samia tunakuunga mkono sana tunashukuru vijana wa zamani wa CCM na vijana wa sasa mjifunze kumbe ukipata fursa ni kuchapa kazi ili upate fursa upate kana nchimbi wengine na mheshimiwa nchimbi tunakuunga mkono asilimia mia mbili kazi iendelee na kazi na utu tunasonga mbele chama kimeshaleta mgombea mwenza uchaguzi upo nchimbi ametoa kauli ya kiongozi uchaguzi upo Tumetoa kauli mbiu, kazi na utu tunasonga mbele na mama Samia, uchaguzi upo. Kama kuna mtu anahangaika, wewe, kama unataka kuwa diwani, changamkia CCM, uta form, ratiba imetoka. Kama unataka kuingia kwenye bunge hili, rudi CCM, uta form, uchaguzi, ratiba imesha toka, uchaguzi upo. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, tume uchaguzi, tumeshafanya mabadiliko ya sheria hapa, lakini vile vile tumepalisha daftari na mzunguko unaendelea, maana yake uchaguzi upo lakini vile vile wale watu ambao wamefanya ziara kule kusini, makamu mwenyekiti yule, yule kijana bwana mdogo ni mwongo na mbinafsi. Nisikilizeni vizuri, mwongo na mbinafsi, na kama akija kwenye jimbo lako kiboi kake nipo yule. Nimemgonga elfu mbili na nane na nimemgonga elfu mbili na kumi na tano nimemgonga ishirini ishirini, na mwaka huu kichapo kiko pale pale Mpango wa kumchapa unabaki pale pale. Huyu ni mtu ambaye alienda Sirari akawaambia anajua kuna sheria ya kufanya biashara kwa mujibu wa sheria, anawaambia vijana, endeni mfanye magendo. Walipoenda wakakamatwa, wakanyanganywa pikipiki, zikataifishwa hakuwasaidia, alisepa, alikula kona. Huyu ameenda kwenye hifadhi ya Serengeti, anajua kuna sheria, anaambia chukueni ng'ombe mkachunge hifadhini. Zilikamatwa ng'ombe, watu waliumia, alikula kona, hakuwasaidia. Huyu ameenda bali kipali no, no, akawaambia vijana barabara tangulieni na kuja, watu walikamatwa zikatafisha pikipiki, watu wana kesi, alikula kona. Huyu ni mbinafsi. Nataka niwaambie, mliona juzi, kuna nyumba ya tembe anajenga mpya. Huyu sio mbunge, hafanyi biashara, ni mwanaharakati. Anamiliki magorofa, anajenga nyumba mpya. Anachofanya pale Nyamongo, wale watu ambao wanakuwa na kesi, mgodi unafanya kazi nzuri, ukiona kwamba anataka kujitia hasara, ufanye bageni nyozungumze. Hapa wanayembia anaitwa Fatuma Karume, na kesi hapa Fatuma Karume wametengeneza diri na watu wa Nyamongo, wanajifanya kuwatetea watu wetu, wanaenda kufungua kesi Kanada ya kuwatetea. Wakikubaliana kuzungumza nje ya utaratibu kwenye meza, wanachukua 50% ya pesa na wao wanachukua 50%. Kwa hiyo utaona na magari mapya, watajenga nyumba, watafanya ziara, wanawaambia vijana kwamba wao ni viongozi. Hawa ni wanaharakati. Kwa hiyo nataka niwaambie huyu ni mtu mwongo. Binafsi ni matapeli wa kisiasa, msiwasikilize. Na jambo la uongo likisema na mtu mwongo nalikuuza tu, watanzania wajue kazi imefanyika kwa kiwango kikubwa wa chama, iliyopita, wabunge, kwa wizi, wa wabunge wa chama cha mapinduzi hawa. Miaka mitano iliyopita kuna wabunge wameshtakiwa kwa wizi huko? Kuna mtu ameshtakiwa? Wabunge wote humu ndani safi kabisa. Makada wa chama cha mapinduzi kwenye majimbo ni watu wamefanya kazi kubwa, na katika uchaguzi ambao utakuwa ni mwepesi, ndugu zangu, hawa watu wanakimbia mapambano wanajua ngoma hii, tunaanua mapema, hatuendi kama hata, hatuendi half time, kwa sababu ukienda eneo unafanya mkutano, mbunge wa chama cha mapinduzi, mgombea wa udiwani, unaomba kura kwa wananchi, huku amegemea wa kwenye ukuta wa zanati uliojenga na chama cha mapinduzi, unaomba mkutano, wamepanda treni ya SGR imejengwa na chama cha mapinduzi, unaenda kuomba watu kura, wapo kwenye barabara ya lami imejengwa na chama cha mapinduzi, unaenda kuongea na wanafunzi wapo kwenye jengo zuri, darasa viti na meza, ameleta Mama Samia. Uchaguzi ni mwepesi mweupe kama karatasi, kwa lazima wakimbie. Tunasema chama cha mapinduzi, kazi njema, chama uongozi, chama cha kutoa shule kwa watu, vijana ambao wanatafuta ajira, ajira inatengenezwa na chama cha mapinduzi. Ajira haipo kwenye harakati. Njoo ujifunze uongozi, utafute fursa, tushirikiane kujenga nchi. Habari ya kutafuta uhuru kwa Tanganyika, faya bambo ya taifa, kwa Zanzibar Abedi Amani Karume na akapoteza maisha. Tumefunga mjadala, kilichobaki hapa ni kujadiliana kwa heshima, kwa hekima, kubadilisha baadhi ya mambo. Tunasonga mbele, taifa letu hili litasonga mbele na huu ni mpango wa Mungu. Upinzani hapa ng'o, hauko asante mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa uh, Mwita Mwikabe Waitara. Nilimtaja Mheshimiwa Hawa Subira Mwifunga, Mheshimiwa Jesta Jessica Jonathan Msambata Vango ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti naunga mkono hoja kwa asilimia mia moja kwa niaba ya wananchi wa Tarime vijijini. Asante sana Mheshimiwa Mwita Waitara. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kushukuru kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia kwenye bajeti hii ambayo tunakwenda kumalizia kuingia uh, kwenye uchaguzi mkuu mwezi Oktoba. Uh, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunijalia afya na mimi nimeweza kusimama hapa